Naam, karibu tena, tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii e, bwana, hapa kuna stori kubwa ya mrembo Tanasha ambaye ameweza kuzoa taaruki baada ya kuweza kuonekana akiwa katika mwonekano ambao ameweza kuwatisha watu wengi sana, na hii ni baada tu ya kuendelea E, kuharibika kwa mdomo ambao aliweza kufanyia sajari miaka ya nyuma. Tunakumbuka kwamba mwaka jana Tanasha aliweza kutangaza kwamba ameongeza ripsi katika mdomo wake huu ambao aliweza kufanyia sajari huko nchini Turkey. So bwana, hatimaye sajari hiyo imeendelea kumharibu mdomo na kuweza kuzua taaruki kubwa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Kama unavyoona hapa, ni jambo kubwa ambalo limeweza E, kuwashangaza watu wengi sana, kwa sababu tunavyojua mrembo Tanasha ni mrembo kwelikweli na alikuwa hana sababu ya kuweza kuongeza ripsi katika midomo yake hiyo, lakini kitu ambacho ameweza kiharibu ni kuweza kufanya sajari na hatimaye sajari hiyo kwa sasa inamletea madhara makubwa na jana aliweza kuibuka katika mitandao ya kijamii kudai kwamba mashabiki umekuwa wakimwandama sana Tanasha baada ya kuweza kufanya sajari katika lips zake hizo za mdomo. So bwana wamekuwa wakimponda sana, na jana ameweza kuweka wazi kwamba hatimaye ameamua kuweza kurudi tena, e, truke kwa ajili ya kwenda kurekebisha mdomo wake, kuweza kuiondoa hiyo sajari ambayo imeendelea kumletea madhara katika lips zake hizo za mdomo kama unavyoona hapa hapa alikuwa ni mwanzoni kabisa, kabla hajafanya sajari. Baada ya kuweza kufanya sajari ameweza kuharibika kadi ya siku zinavyozidi kwenda Mrembo huyu Tanasha ameendelea kuharibika sana mdomo yake baada ya kuweza kutrend katika mtandao wa kijamii siku ya jana na kuweza kuzua gumzo e, baada ya Tanasha kuweza kujitokeza na kuamua kuweza e, kurudi tena kwa ajili ya kwenda kurekebisha mdomo wake, kurudia kama ilivyokuwa mwanzo, kuweza kuiondoa hiyo sajari ambayo aliweza kuifanya mwaka jana, kwa sababu imeendelea kumletea madhara makubwa sana katika mdomo wake huyo, hasa katika upande wa ripsi ambazo ndizo aliweza kuziongeza na kuzifanya kuwa nene. Ne. Sasa jambo hili limeendelea kumletea madhara makubwa na hatimaye ameweza eh, kuibuka katika mitandao ya kijamii na kudai kwamba anaamua kuweza kurudi kwenda kurekebisha mdomo na kuweza kubaki kama ilivyokuwa mwanzoni kabla hajajifanyia sajari. E, Bwana asante sana haya, ni machache ambayo tumeleta kujuza hapa Bongo Mpya TV kuhusiana e, na habari kubwa ya mrembo Tanasha kuweza kuibuka katika mtandao wa kijamii kudai kwamba surgery aliyoifanya inamletea madhara, hivyo ameamua kuweza kurudi tena huko Turkey kwa ajili ya kwenda kurekebisha e, lips zake hizo ambazo aliweza kuzifanyia surgery mwaka jana na kuamua kuweza kuzirudisha kuwa kama ilivyokuwa mwanzoni kabla hajafanya surgery hiyo ya lips katika mdomo wake. E, Bwana asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Ni sisi Bongo Mpya TV tuko hapa kila siku, hakikisha unabonyeza alama yako neno subscribe ili kuendelea kupata habari zetu, asante.